Haya ni makosa matano ambayo yatakufanya wewe uonekane bado haujajua kiingereza vizuri. Kosa la kwanza ni kutumia vocabulary za kawaida mara nyingi sana kupita kiasi. Mfano ni kutumia maneno kama good, bad, nice, fine. Kwa hiyo badala ya kusema good, kuna maneno mengi ambayo unaweza ukaweka katika nafasi yake. Mfano unaweza ukasema: great, amazing, awesome. kwa hiyo kwa mfano unanisifia mimi, utasema Teacher Hassan is great or Teacher Hassan is awesome. Neno la pili ni bad. Badala ya kusema bad, unaweza ukasema unpleasant, unaweza ukasema evil, unaweza ukasema appalling, unaweza ukasema awful, na pia unaweza ukasema crap. Haya ni maneno yote ambayo yanaweza kumaanisha kuwa kitu ni kibaya. Unpleasant linatumika hasa pale ambapo kitu hujaridhika nacho, kwa hiyo unasema maybe this food is unpleasant, hiki chakula sio cha kuridhisha. Neno evil linaweza likatumika kuonyesha kwamba mtu fulani ni mbaya. Kwa hiyo badala ya kusema bad person, unasema this person is evil, huyu mtu ana roho ya kikatili au ana roho mbaya. This this story story is is appalling au this story is crap au this story is awful. Neno jingine ni fine. Badala ya kusema fine, kwa mfano ukaulizwa how are you, badala ya kusema I am fine, unaweza ukasema I'm great au unaweza ukasema I am cool. Swali kwako, andika mwalimu mzuri bila kutumia neno good kutokana na tulivyoongea hapa mwanzo. Swala la pili ni matumizi ya tenses. Watu wengi sana wanakosea kutumia tenses, au unakuta anatumia tense moja katika nafasi ya tense nyingine. Mfano, mtu akitaka kusema nilienda, utasikia anasema I was go badala ya kusema I went. Mtu akitaka kusema niliona atasema I was see badala ya kusema I saw. Mtu akitaka kusema ninaendesha utasikia anasema I am drive badala ya kusema I am driving. Na mtu akitaka kusema nimelala utasikia anasema I am sleep badala ya kusema I am sleeping. Swali kwako, nataka ubadilishe hii sentensi iwe sahihi. Sentensi yenyewe ni I was work, na nilitaka kumaanisha nilifanya kazi. Kosa la tatu kubwa ambalo watu wengi wanafanya ni kuto kuweka a kwa kumaanisha umoja na kuto kuweka s kuonyesha wingi. Mfano, ukisema a bottle, maana yake chupa moja, ila ukisema bottles, maana yake chupa nyingi. Watu wanakosea, utasikia mtu anasema I saw car, badala ya kusema I saw a car, kama ni gari moja, au I saw cars kama ni magari mengi. Mwingine atasema I buy book badala ya kusema I buy books kama ni vitabu vingi, au I buy a book kama ni kitabu kimoja. Mwingine atasema I have house badala ya kusema I have a house kama ni nyumba moja, au I have houses kama ni nyumba nyingi. So mwingine atakosea na kusema give me document badala ya kusema give me a document kama ni document moja, na give me documents kama ni document nyingi. Swali kwako, naomba urekebishe hii sentensi I want paper. Nataka kumaanisha nataka karatasi tafadhali. Andika majibu yako yote kwenye comments. Kosa la nne ni watu wa kuchanganya matumizi ya much na many. Utamsikia mtu anasema too much people kwa kumaanisha watu wengi sana. Hii ni makosa kwa sababu many inatumika kwa vitu vinavyohesabika, mfano cars, houses, shoes, bottles, papers. Hizi zote unaweza ukatumia many, many papers, karatasi nyingi; many bottles, chupa nyingi; many cars, magari mengi; many houses, nyumba nyingi. Ila much inatumika kwa vitu visivyo hesabika, mfano maji water mfano oil mfano flour unga na food chakula. Hivyo itafaa kusema too much water kwa kumaanisha maji mengi kupita kiasi, kwa sababu much inaendana na vitu visivyohesabika kama maji. Ila kwa ile sentensi yetu ya kwanza ambayo tulisema too much people, watu wanaweza kuhesabika, kwa hiyo hatuwezi tukatumia neno much badala yake tutatumia neno many. Kwa hiyo itabidi useme too many people, watu wengi sana, au watu wengi kupita kiasi. So niandikie jibu lako kwenye comments la swali hili, ipi ni sahihi, too many bottles au too much bottles? Mwisho kabisa ni pale ambapo watu wanakosea kujitambulisha kwenye kutaja umri wao. Watu wengi kwenye kutaja umri, na wewe unaweza ukawa mmojawapo, wanasema mfano, kama mtu anataka kusema nina umri wa miaka ishirini na tano utamsikia anasema I have 25 years old. Kwa sababu gani anasema hivyo? Kwa sababu anahisi ya kwamba I have inamaanisha nina, kwa hiyo moja kwa moja kama vile tunavyosema kwenye Kiswahili nina miaka ishirini na tano ndo anachukulia ni vile vile I have 25 years old. Ila I have kwenye Kiingereza inatumika kumaanisha umiliki, kama unamiliki kitu fulani katika mikono yako. Kwa hiyo hatuwezi tukatumia I have, badala yake inabidi useme I am. Kwa hiyo utafaa kusema I am 25 years old. Swali kwako, niandikie kwa usahihi umri wako kwa Kiingereza kwenye comments, na usifanye kosa kama ambalo nimetoka kuelezea sasa hivi. Mimi naitwa Hassan Ambali kutoka Easy English TZ. Kama unahitaji mwalimu wa kuweza kukufundisha wewe private online peke yako kwa muda wako popote ambapo ulipo, wasiliana na mimi katika namba hii chini. Asante, tukutane tena katika video nyingine.